Welcome to Saudi Life Updates. Eh guys, kwa kweli mwezi wa Ramadhani hakuna huku relax, yaani kazi iko kibao ya tuko na dada zetu majadidi. Kuna wale wamenicatu wanasema ww wa, wa, kwani wa, huku kumbe kuna kuanga hivi. Kwa kweli mi naweza waambia huku mwezi wa Ramadhani huwa ni tupo ya ndio sasa au utafanya kazi Yaani hakuna kupumzika usiku mzima, we kazi yako ni kuwasabu ya. Wakati wameshafuturu, sasa kazi yao ni kukaa kukunywa kahawa e, wanaitanga gawa ya so. Hiyo gahawa, kazi yako utakuwa unaosha hizo vikombe zao, wako na vikirasi vidogo vidogo vinaitwa finje. Ile inakunywa kahawa inaitwa finje. Ni kakilasi tu kadogo hivi lakini hapo ya kwa kilasi yani unakuta anamaliza hata dakika tano baada anakunywa. Sasa we kazi yako ni kwenda unatoa vile vimechafuka, unaosha, unarudisha. Halafu pia kuna vile vinaitwa biara. Ni vikilasi vikombe vidogo vidogo hivyo, sasa vinakunywa kama chai, wenyewe wanasema chipo chai Lipton. Yaani ati chai ya majani, kuna chai nana. Una chai yani, kuna matawi inaitwa nana, alafu tuko na chai habaka, yani kuna matawi ingine inaitwa habaka so una hiyo uweki majani unatengeneza, alafu unaweka hiyo matawi. So guys, kazi yako tu utakuwa unafanya hapo mpaka asubuhi maybe saa kumi na moja hivi ama na nusu. So utaenda kulala unakuta saa kumi na mbili, lakini saa tatu umeshaamuka. But madamu mwenyewe atakuwa analala sasa wewe juu una kazi nyingi juu lazima uamuke ufanye usafi wa nyumba kuna manguo za kufua hapo za kufanya laundry, umalize kuna pasi hapo so guys, umalize wakati a anaamuka kitu masaa nane hapo wewe sasa ndio mnaanza afresh sasa kuingia sasa kwa kitchen Ya yeah, sasa ndio hapo sasa wewe hakuna kupumzika but yeye baada ya asubuhi ataenda alale, na wengi wao siku hizi wako na kamera. Uwezi sema vile amelala wewe na wewe uta relax, hapana. Vile umeamka saa tatu, unaanza tu kuchapa kazi kuchapa kazi ya yeah. so unakuta tu yani mwili unailazimisha ya yeah. mwili haitaki watu, unaiambia una, hapana, utafanya kazi so guys, ndio kunaenda alafu arabu wenyewe kuna wale wako bado na slavery stigma, unakuta umefunga hata wewe umefunga hata kama hujafunga. Kuna wale dada zetu wa Kristo hao, kwa kweli haitakikani wafunge, inatakikana wakule, but utakuta yani pia anakaa sasa amefunga juu unakuta hata hana time ya kukula hiyo chakula, unaona ya ana overwork ama chakula yenyewe sasa hakuna. So unakuta pia amekaa sasa amefunga, so wakati wa kufuturu mnaenda kukula hao Waarabu wengi wata akupei time ukule, vile unakaa tu unataka kukula, amekuita yala yala, taali taali, anakuita anakutuma ulete hii, yani anakuwa tu atakuwa na- anakuinterrupt so unakuta sasa hata uwezo ukaseto ukakula. Haya, wengine wao, wakati chakule amesha pigwa, wanabeba yote sinia mzima, wanapeleka mezani wanakula kisha baki, ndio unaona anakuambia yana ati nyenye pia jipange mkule. Unaona, yani hawakupei chakula mpya. Wengi wao wanakupea chakula ile wamesha kula already, imebaki ya yeah. Ama akipiga chakula leo, kuna ingine kwa fridge, wewe utaambiwa ukule hiyo. Alafu hiyo imebaki ya leo ataiweka kwa fridge, kesha atapiga chakula mpya. Sasa hiyo chakula ndio tena we utakula ile yenye ilikuwa imebaki jana. Wengi wao wanafanya hivyo. So guys, lakini huwa sisi tumezoea haslas ya juu hiyo haiwezi ikafanya ukakufa. Bora yenye unajali ni hizi reals. Akupee kilicho chako. Ya na unakuta wakati inaenda. So guys, hivyo ndio wapo kunaenda huku. So wale majadidi mkiona, uende kwa Mwarabu mwingine ako hivyo, chakula ile anakupea ni mabaki. Yeah. Yani, saa zingine unaenda na situation vile iko. Yeah, so guys, alafu tuko na wenzetu wengine ndio ni Waislamu, but wengi wao hawafungi, lakini unakuta, yani amejiweka sasa amefunga, lakini anajificha ficha anakula. Kwa kweli, hii kufunga ni Mungu ndiye ameamrisha watu wafunge. So kama we uwezi ukafunga, hakuna haja ukaogopa binadamu, we kula kuna wale wenzetu ambao sio Waislamu huwa wanafikiri hii kufunga Waislamu wanaogopa sijui wakubwa wao, ya wakiwaona sijui watawafanyia nini. Hapana, hakuna mwenye unaogopa, unaweza acha tu kufunga ukakula hadharani. Ya, so Waislamu wanafuata tu sheria ambayo imeteremshwa kwa Mtume Muhammad. so hakuna haja ukajificha Alafu nasema ukiona, ati madamu wewe ndio huyo unajifanya umefunga, alafu unaingia kule unakula, hakuna haja we kula. Hey, we kula juu uogope tu Mungu peke yake, usiogope binadamu e. Yotu akitaka kufanya maasi, hakuna haja ukasema, oh, wacha nijifiche mwenzangu asijione. Hakuna haja we fanya tu hadharani. ni Saudi life update na naomba mka subscribe. Halafu kuna wale kama wako na comment, wale umejionea kwa Waarabu vile, kuna endo unaweza rusha hapo kwa comment, inaweza kututia moyo wengi wetu. Alafu pia unaweza share. Ni lovely mom, I love you for free fr mm.